Kwa sababu kwa surprise ni kubwa sana. Amidu Abdala, hiyo ni ya kwako, lazima ufike. Kitenge ni elfu thelathini tu, mwanamke kinara wa udhubutu. Mm. Tuko pamoja pa kabisa, airudie <laughs> tena. <laughs> Mm. Kwa nini tuzungumze pia? Kwa nini imemgusa sana mwanamke? so, kwa miaka mingi wanawake kidogo walikuwa wameacha kwenye swala la kazi. mm -hmm. Tunafahamu kuna mpaka familia ambazo wanaume hawaruhusu wanawake wanawake wao pa kufanya kazi mm -hmm. Hiki ni kitu ambacho ni kibaya, kwa sababu kuna leo na kesho, kitokea chochote mm -hmm. Mama ataachwa bila chochote. O, sisi tuko kwa ajili kuwaipawa mwanamke asiwe tegemezi, lakini pia asaidie familia, mkiendesha um, wote kwa pamoja, kuna vitu mtaepusha kwenye familia. Kweli, na mimi natamani zaidi kujua hii collaboration yenu ya ninyi TWCC na watu wa Kiota hapo, yaani naona kabisa mna match.